Mambo vipi, mtazamaji wa Global TV, unaangalia Global TV. Tuko maeneo ya Magomeni kwenye msiba wa mzee wetu mpendwa mzee Kasim Mapili kiongozi wa kwanza kabisa wa, a, chama cha a, muziki wa dance nchini Tanzania, leo hii ametotoka. Tuko hapa Magomeni, maeneo ya msibani hapa. nitakuletea baadhi ya mahojiano ya wasanii wenzake ambao walikuwa nao wakifanya pamoja muziki. Utakwenda kumsikia mbalimbali wakianza kuongea na wakijibu maswali kutoka na yale ambayo utakwenda kuyasikia. Karibu sana mtazamaji wa Global. mtoto wa mwisho wa mzee Kasim Mapili, naitwa Hassan Mapili Mzee alifariki, alikuwa na magonjwa mengi, alikuwa na, na pressure, mara figo inasumbua, ina feli, ana anavimba miguu na utu uzima ule. Nzuri. Maraba. Pole sana kwa msiba. Nimeshapoa. Okay, labda mtazamaji wa Global ungependa kujua wewe ni nani na kwa nini uko hapa, labda nafikiri kama hivi umeongea ume, ume tena umeongea vizuri sana. Mimi ni mzee wako Kinkiki au ukipenda Kikumbi Mwanza mpango au mzee wa kitambaa cheupe. Okay, nashukuru sana. Huyo anaitwa Kinkiki, mzee wa kitambaa cheupe, naye yuko hapa msibani. Tunataka kutuambia labda kwa, kwa mawili matatu ambao kwa um, uh, mzee wetu mpaka mauti unamfika, labda wewe ulikuwa katika hayi, wapi au ulikuwa wapi? Ulikuwa naye labda? Mimi kile ki, ki, nachokijua kwanza, ina, inauma sana. Siku tulikuwa namzika kijana wetu huyo Mosha, Fredi Mosha, ule mtangazaji wa Radio Tumaini, tulikuwa naye, alikuwa safi, alikuwa fiti na aliimba akanikabizi mikrofoni na nami nikaongea machache, basi tukazika salama ule kijana wetu, tukaagana naye kama kawaida, basi akafunga safari akaenda. Kitu kimenistua jana usiku, ndio nikapata simu kama ndugu yako Mzee Mapili Kasim hatuko naye tena, amefariki. ili nistua sana ye alikuwa na sumbulio na moyo, alikuwa na ugonjwa wa moyo, alilazwa mpaka Mwimbili, lakini akatoka akawa salama, akaanza kuendelea na matibabu. Alikuwa, alikuwa, alikuwa vizuri tu. Basi kifo tu, najua kifo kama siku ikifika inafika. Kwa kweli inasikitisha sana wa Global bado tuko katika maeneo ya msibani kwa mzee wetu mzee Mapili siku ya leo ndo siku yake ambayo tunaenda kumzika tunaenda kulaza mwili wake mahali pema ambako anakostahili Mungu atusaidie sana sisi tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun hapa mbele yako niko na mzee Makasi mmoja kati ya wanamuziki ambao wanafanya vizuri walikuwa wanafanya vizuri sana walikuwa wanafanya naye pamoja unaweza kumsikia yeye mwenyewe atakwenda kuongea mawili matatu ambayo alikuwa alionayo kuhusiana na msiba huu mzee Shikamo Marahaba. Labda unazungumziaje msiba huu, umekugusaje? Labda e, msiba ndugu yetu Kasim Mapili, kwa msanii yote ambayo anaweza kujua habari za sanaa hapa Tanzania hususan upande wa muziki, lazima atakuwa na mshtuko mkubwa sana kuhusu kifo cha Kasim. Ni msanii ambaye alikuwa yuko yuko msema yuko, yuko free kwa wakati wote, kwa wakati wote katika sanaa, katika kuunganisha wanini wasanii, na ndio kitu cha, cha muhimu sana ambayo Mapili ametuachia ame, ame, ame kwa ule moyo wako wa kwa upendo kuunganisha watu eh, bila chuki bila kitu chochote <coughs> pia sui huu nikukeso kwamba tunao safari ndefu ya kuhakikisha kunapingana haki ya wasanii. Haya maisha aliyoishi astahili kuishi maisha hayo, bahati mbaya sana kwa kufikia hapa ametuachia deni wasietu moja, basi ayo walibaki